Yes, kalipu, kalipu. <laughs> <laughs> yes. Ni yes, wasaidia yes. Mimi ni yule kijana <laughs> siku ya kampeni. Kido, kido, kido. Oh. Uh, yes. Ya, yeah, kucha, kucha, kucha, tunakuona kwa CCTV. Okay, ingia tu. <laughs> Okay. Yes. Eh, nikuwa nasema, mimi ni yule kijana siku ya kampeni kido, kido. Uh, yes. Uh, make sure ng'ombe simekura, please. Okay.

Niliambia nikimaliza fom utafute unipee kasi. Sawa, basi safirisha sahi, isifike Nairobi, please. Okay. Sichakusikia. Sasa unaweza kuexplain vizuri? Nimeexplain hivi mpaka nimechoka. Ulisema wewe ni mimi, ni yule nilianguka kutoka gari ya kambini ikafunjika mguu